Unashindwa kufanikiwa kifedha sio kwa sababu kipato chako ni kidogo, bali unashindwa kufanikiwa kifedha ni kwa sababu hauna nidhamu ya kujiwekea kiba. Kwa maana, huna nidhamu ya fedha ya kujiwekea kiba. Moja ya sababu ambayo imechangia wewe umeshindwa kujiwekea kiba ni pale unapoamini kipato chako hakitoshelezi mahitaji yako ya msingi, lakini Ukifuatilia kuna pesa nyingi ambazo unatumia kwenye matumizi yasiyokuwa lazima. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kifedha unapaswa una, una utaratibu wa kujiwekea kiba kwa lengo la kwenda kuwekeza bila kujali kipato chako ni kidogo kiasi gani, hakikisha unatenga asilimia ndogo ya kipato chako kwa lengo la kwenda kuwekeza, na hii usidai wewe kuweza kuingia katika uhuru wa kifedha kwa uharaka na wepesi wa hali ya juu. Kwa hiyo usidhalau pesa ndogo ulio nayo, usidhalau kipato kidogo ulicho nacho. Hicho kidogo ulicho nacho kinaweza kubadilisha maisha yako, hicho kidogo ulicho nacho kinaweza kutoa hapo ulipo na kwenda sehemu ambayo wewe unahitaji. Kwa hiyo hakikisha unatenga asilimia kumi ya kipato chako kwa lengo la kwenda kuwekeza, na hii itakusaidia wewe kwenda kufanikiwa kifedha na kwenda kuharakisha kasi ya mafanikio yako, bila kusahau mafanikio yako ndiyo furaha yangu. Asante sana kunisikiliza, na Mungu awabariki nyinyi.